Mpango wa nyuklia wa Iran ni mojawapo ya maswala ya kisiasa na kimataifa yanayoendelea kuwa na mvutano mkubwa, hasa kuhusiana na usalama wa kimataifa na ushawishi wake katika siasa za Mashariki ya Kati. Uhusiano wa Iran na mataifa ya Magharibi, hasa Marekani, umejaa mivutano na utata wa kisiasa tangu mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979 tangu wakati huo, Iran imekuwa ikishutumiwa na mataifa ya magharibi kwa kutumia mpango wake wa nyuklia kama kificho cha kutengeneza silaha za nyuklia, jambo ambalo limeleta mashinikizo ya kiuchumi na kisiasa kwa taifa hili. Mpango wa nyuklia wa Iran ulianza kama mpango wa amani wa kutumia nishati ya nyuklia kwa madhumuni ya kujenga mitambo ya umeme na matumizi mengine ya amani. Hata hivyo, baada ya kuibuka wasiwasi kuhusu nia hadisi ya Iran, Marekani na washirika wake walijikuta wakishinikiza kwa njia za kidiplomasia, vikwazo vya kiuchumi na mikataba ya kimataifa ili kuhakikisha kwamba Iran hailengi kutengeneza silaha za nyuklia. Mpango huu wa nyuklia umeweza kuwa kivutio cha siasa za kimataifa na kinachozungumziwa sana katika mikutano ya Umoja wa Mataifa haswa baada ya kujitokeza kwa mkataba wa JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action mwaka 2015. Kuhusiana na mpango huu, Marekani imekuwa na mkakati wa kupinga ushirikiano wa Iran na mataifa mengine yenye uwezo wa nyuklia, huku ikiweka vikwazo vikali kwa Iran ili kukataza maendeleo ya silaha za nyuklia. Hata hivyo, hatua za Marekani hazijapata mafanikio ya kudumu na Iran inaendelea kusisitiza kuwa mpango wake ni wa amani. Kuanzia mwaka na 2018, Marekani ilijiondoa kutoka kwa mkataba wa JCPOA, jambo ambalo lilizidisha mvutano na kusababisha hali ya kutokuwa na uhakika katika siasa za Mashariki ya Kati. Katika makala hii tutachunguza kwa kina mpango wa nyuklia wa Iran, sababu za Marekani kuupinga, changamoto zinazoikumba Iran katika kutekeleza mpango huu na kwa nini Marekani imekuwa mstari wa mbele katika kuzuia Iran kuwa na uwezo wa kutengeneza silaha za nyuklia. Mpango wa nyuklia wa Iran ulianzishwa rasmi katika miaka 1950 chini ya mpango wa Marekani uliokuwa ukijulikana kama Atoms of Peace. Katika kipindi hicho Iran ilikuwa mshirika mkubwa wa Marekani chini ya utawala wa Shah Mohammed Reza Pahlavi. Iran ilitiwa moyo kuendeleza mpango wa nyuklia kwa lengo la kuzalisha umeme wa nyuklia kwa matumizi ya amani na kujiandaa kwa maendeleo ya kisayansi. Katika miaka ya hamsini na sitini, Iran ilianzisha makubaliano na nchi kama Marekani, Ujerumani na Ufaransa kuanzisha mitambo ya nishati ya nyuklia. Chini ya mpango huu Iran ilipanga kujenga vinu vingi vya kuzalisha umeme wa nyuklia, ikiwemo mradi wa Bushehr uliojengwa kwa msaada wa Ujerumani ya Magharibi. Katika kipindi hiki Iran ilisaini mkataba wa kuzuia kusambaa kwa silaha za nyuklia mwaka 1968 na kuuridhia mwaka 1970 ikiahidi kutumia teknolojia ya nyuklia kwa njia ya amani tu. Mapinduzi ya Kiislamu mwaka 1979 yalibadilisha kabisa uhusiano kati ya Iran na Marekani. Marekani na mataifa ya magharibi walikata misaada yote ya nyuklia kwa Iran. Hii ilisababisha miradi mingi ya nyuklia kusitishwa kwa muda mrefu. Serikali mpya ki ya Kiislamu iliona programu ya nyuklia kama urithi wa utawala wa kifalme na mwanzoni walikuwa na wasiwasi wa kuiendeleza. Hata hivyo, kutokana na vikwazo vya kijeshi, mahitaji ya nishati na azma ya kujitegemea kiteknolojia, Iran ilianza upya kujenga programu yake ya nyuklia. Katika miaka 1990 na mwanzoni mwa miaka 2000, ripoti za kijasusi kutoka Marekani na International Atomic Energy Agency IAEA zilidai kuwa Iran ilikuwa ikifanya shughuli za siri zinazohusiana na kurutubisha uranium na teknolojia ya nyuklia inaweza kutumiwa kutengeneza silaha za nyuklia. Iran kwa upande wake ilidai kuwa programu yake ilikuwa ya amani na inalenga uzalishaji wa umeme na utafiti wa kisayansi. Mnamo mwaka elfu mbili na mbili kundi la upinzani la Iran lilifichua kwa ulimwengu kuwepo kwa vituo vya siri vya nuclear huko Natanz na Arak. Ufunuo huu ulipelekea mataifa ya Magharibi kuanzisha uchunguzi wa kina kupitia shirika la kimataifa la nishati la atomic. Ripoti za IAEA zilionyesha kwamba Iran haikufichua kikamilifu shughuli zake zote za nyuklia, jambo lililosababisha mashaka kuwa huenda Iran ilikuwa na nia ya kutengeneza silaha za nuclear. Kundi la wapinzani wa Iran la MEK Mujahidini Halak vilifichua uwepo wa vinu vya kurutubisha uranium vya siri huko Natanz na Arak, hali iliyozua wasiwasi mkubwa wa kimataifa na mashinikizo ya kidiplomasia dhidi ya Iran yalianza kuongezeka. Mataifa ya Ulaya kama Ujerumani, Ufaransa na Uingereza yalijaribu kuanzisha mazungumzo na Iran ili kuzuia kuendeleza mpango wa kurutubisha uranium kwa kiwango cha kijeshi. Hata hivyo licha ya baadhi ya makubaliano ya awali, uaminifu baina ya pande zote mbili ulizidi kudhoofika. Kwa upande wa Marekani, serikali ya George W. Bush iliweka Iran katika Axis of Evil mwaka 2002, ikihusisha taifa hilo na ugaidi na dhamira ya kutengeneza silaha za maangamizi. Vikwazo vikali vya kiuchumi vilianza kuwekwa dhidi ya Iran, vikilenga sekta ya mafuta, benki na usafirishaji. Mwaka 2015, baada ya mazungumzo ya miaka kadhaa, Iran na mataifa sita, Marekani, Uingereza, Ufaransa, Ujerumani, Urusi pamoja na China walifikia makubaliano yaliyojulikana kama Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA. Katika mkataba huu, Iran ilikubali kupunguza urutubishaji wa uranium kwa kiwango kidogo. Pia ilikubali kupunguza hifadhi yake ya uranium iliyorutubishwa kuacha baadhi ya vifaa vyake vya kurutubisha uranium pamoja na kuruhusu mashirika ya kimataifa kuweza kukagua kwa karibu shughuli za nyuklia za nchi hiyo. Kwa mabadilishano, vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Iran vilianza kulegezwa baada ya Iran kukubaliana na mkataba huo. Mapinduzi ya Kiislamu yaliyotokea mwaka 1979 yalisababisha mabadiliko makubwa katika siasa za Iran. Shah aliondolewa madarakani na Ayatollah Ruhollah Khomeini alipata mamlaka rasmi. Baada ya mapinduzi, Marekani na washirika wake walivunja ushirikiano wao wa nyuklia na Iran. Vifaa na teknolojia vilivyokuwa vinapelekwa Iran vilisitishwa. Iran kwa upande wake ilianza kuendeleza baadhi ya shughuli za nyuklia kwa kujitegemea ingawa kwa kiwango kidogo kwa sababu ya vikwazo vya kiufundi na kifedha. Wakati wa vita vya Iran na Iraq, juhudi za Iran kuendeleza mpango wa nyuklia zilikumbwa na changamoto nyingi. Vita hivyo viliathiri sana miundombinu ya ndani ya nchi ya Iran na ililazimika kuelekeza rasilimali nyingi katika ulinzi wa taifa na mahitaji ya kivita. Katika kipindi hiki, mpango wa nyuklia wa Iran uliendelea kwa mwendo wa polepole, pole, lakini dhamira ya taifa kuendeleza uwezo wa nyuklia haukufifia. Baada ya vita kukamilika, Iran ilianza tena juhudi za kuendeleza sekta yake ya nyuklia. Iran ilikamilisha baadhi ya makubaliano na Urusi kusaidia kumalizika mitambo ya Bushehr, kituo cha kwanza kikubwa cha nyuklia nchini humo. Hapo ndipo Marekani na washirika wake walianza kuwa na wasiwasi mkubwa wakihofia kwamba Iran ingeweza kutumia ujuzi na vifaa hivi kutengeneza silaha za nyuklia. Wakati huo, Iran ililazimika kufanya mkataba na Urusi kwa ajili ya kumalizia mtambo wake wa nyuklia ambao ulikuwa umeanzishwa enzi za Shah. Licha ya nia ya Iran kuendeleza matumizi ya amani ya nishati ya nyuklia, mataifa ya magharibi yaliendelea kuwa na hofu kuwa Iran ilikuwa na ajenda ya siri kutengeneza silaha za nyuklia. Baada ya miaka mingi ya mivutano na vikwazo vya kiuchumi vikali, Iran na mataifa yenye nguvu duniani, Marekani, Uingereza, Ufaransa, Urusi na China pamoja na Ujerumani walianzisha mazungumzo ya kina mkataba wa JCPOA ulionekana kama mafanikio makubwa ya kidiplomasia, lakini pia ulizua mijadala mikale ndani ya Marekani na mataifa mengine. Mnamo Mei m2018 chini ya utawala wa Rais Donald Trump, Marekani ilijiondoa rasmi kutoka kwenye JCPOA. Trump na washauri wake walidai kwamba mkataba huo ulikuwa dhaifu. Kwa sababu moja, uliruhusu baadhi ya masharti kumalizika baada ya muda fulani, sunset clauses; mbili haukuhusu kabisa shughuli za makombora ya masafa marefu ya Iran na tatu, haukuzuia kabisa ushawishi wa Iran katika siasa za Mashariki ya Kati kupitia makundi kama Hezbollah, Huthi na wengineo. Baada ya kujiondoa, Marekani ilirejesha na kuongeza vikwazo vikali vya kiuchumi dhidi ya Iran kupitia kampeni walioita maximum pressure. Kujiondoa kwa Marekani kuliathiri pakubwa uchumi wa Iran, kwani sarafu ya Iran rial ilidhoofika sana, mfumuko wa bei ulipanda kwa kasi uwekezaji wa kigeni ukapungua kwa kiwango kikubwa. Iran nayo ikaanza polepole kuachana na baadhi ya masharti ya JCPOA ikiendelea kurutubisha uranium kwa kiwango kilichozidi viwango vya mkataba. Trump alieleza sababu kuu tatu za hatua hiyo. Moja, mkataba wa JCPOA uliweka masharti yanayomalizika baada ya kipindi fulani, yani sunset clauses, ikimaanisha kwamba baada ya muda fulani Iran ingekuwa huru kuendeleza tena baadhi ya shughuli za nyuklia bila vikwazo. Mbili, JCPOA haikugusa mpango wa makombora ya Iran, ambayo Marekani na washirika wake walihofia kuwa Iran ingeweza kutumia kwa kubeba vichwa vya nyuklia siku za baadaye. Na tatu, Marekani ilishutumu Iran kwa kuendeleza shughuli za kijeshi katika Mashariki ya Kati kupitia makundi kama Hezbollah kutoka Lebanon, Hamas, Palestina na Houthi kutoka Yemen na hivyo kuleta mizozo na kuhatarisha usalama wa kimataifa. Baada ya kujiondoa, Marekani ilitangaza kurejesha vikwazo vyote vya kiuchumi vilivyokuwa vimeondolewa chini ya JCPOA. Zaidi ya hapo, Marekani ilianzisha kile kilichoitwa kampeni ya shinikizo la juu, Maximum Pressure, dhidi ya Iran. Kampeni hii ililenga kufunga kabisa sekta ya mafuta ya Iran, chanzo kikuu cha mapato ya taifa hilo, kuwazuia wawekezaji wa kimataifa kuingia Iran kwa kuwatishia adhabu za kisheria, pamoja na kuzuia Iran kufanya biashara na benki za kimataifa kwa kuifungia kutoka kwenye mfumo wa fedha wa Swift. Hatua hizi zililenga kuilazimisha Iran kukubali mkataba mpya ambao ungekuwa mgumu zaidi na wenye masharti mapana zaidi. Madhara kwa Iran baada ya Marekani kujiondoa yalikuwa makubwa. Pato la taifa la Iran GDP lilishuka kwa zaidi ya asilimia 6 mwaka 2018 hadi mwaka 2019. Sarafu ya Iran rial iliporomoka kwa zaidi ya asilimia 70 dhidi ya dola ya Marekani. Bidhaa muhimu kama chakula na dawa zilipanda bei maradufu na wananchi wa kawaida walikumbwa na hali mbaya ya maisha. Kuanzia mwaka 2019 Iran ilianza kuongeza tena kiwango cha urutubishaji wa uranium kinyume na makubaliano ya JCPOA. poa. Iran ilirutubisha uranium hadi kiwango cha asilimia 20 na baadaye zaidi ya asilimia 60, kiwango ambacho ni karibu na kile kinachohitajika kwa kutengeneza silaha za nyuklia ambayo ni karibu asilimia 90. Mashambulizi dhidi ya meli za mafuta, mashambulizi ya makombora dhidi ya kambi za kijeshi za Marekani nchini Iraq na kuongezeka kwa uhasama kati ya Iran na Israel viliendelea kuonyesha madhara ya kisiasa ya kujiondoa kwa Marekani kwenye JCPOA. Iran ikikabiliwa na vikwazo vya Magharibi iligeukia mataifa kama Urusi na China kwa misaada ya kiuchumi na kijeshi. Baada ya Marekani kujiondoa kwenye JCPOA na kurejesha vikwazo vikali, Iran nayo na iliamua kuchukua hatua za kujibu, ikisema kuwa haikuwa na sababu ya kuendelea kutii kikamilifu mkataba ambao hauleti manufaa ya kiuchumi kama ilivyoahidiwa. Hatua walizochukua ni pamoja na: moja, kurutubisha uranium kwa kiwango cha juu. Iran ilianza kuongeza kiwango cha kurutubisha uranium hadi zaidi ya asilimia 3.67 iliyoruhusiwa chini ya JCPOA na kufikia viwango vya karibu asilimia 20, kisha baadaye hadi karibu asilimia 60, kiwango cha karibu na kile kinachohitajika kutengeneza silaha za nyuklia. 2, kuongeza akiba ya uranium iliyokuwa imesafishwa. Iran waliongeza akiba yao ya uranium kurutubiwa kwa kiwango kikubwa kuliko JCPOA ilivyokubali, wakikiuka mipaka ya hifadhi iliyowekwa. Tatu, kuweka vizuizi kwa ukaguzi. Iran pia ilianza kupunguza ushirikiano na wakaguzi wa shirika la International Atomic Energy Agency, kwa mfano, kwa kufunga kamera za usimamizi kwenye baadhi ya vituo vyao vya, vya nyuklia. Iran vilevile ilianza pia kujenga mitambo mipya ya urutubishaji wa uranium ikitumia teknolojia za kisasa zaidi kama centrifuge ambazo ni za kasi zaidi kuliko zilizoruhusiwa. Iran ilisisitiza kuwa hatua hizi zote zilikuwa kisheria ndani ya JCPOA poa kwa sababu Marekani ilikiuka makubaliano ya awali kwa kujiondoa, na kuwa wangeweza kurudi kwenye masharti ya awali iwapo vikwazo vingeweza kutolewa. Israel imekuwa nafasi muhimu na ya kipekee katika suala la mpango wa nyuklia wa Iran. Kwa miongo kadhaa, viongozi wa Israel wameona Iran yenye silaha za nyuklia kama hatari kubwa kabisa kwa usalama wao wa taifa. Israel inaamini kuwa ikiwa Iran itafanikiwa kutengeneza silaha za nyuklia itakuwa tishio la moja kwa moja kwa kuwepo kwa taifa la Israel. Viongozi wa Iran mara kadhaa wamenukuliwa wakisema matamshi yanayotafsiriwa kama vitisho dhidi ya uwepo wa Israel. Mfano, Israel ni kidonda katika mwili wa Kiislamu kinachopaswa kufutwa. Iran pia inaunga mkono makundi yanayoipinga Israel kama vile Hezbollah nchini Lebanon na Hamas katika ukanda wa Gaza kutokana na sababu hizo Israel imetekeleza mashambulizi ya siri dhidi ya programu ya nyuklia ya Iran ikiwa ni pamoja na: Moja, inasemekana kuwa Israel ilihusika na kuua wanasayansi wa nyuklia wa Iran. Mbili, mwaka elfu mbili na kumi virusi vya kompyuta vinavyojulikana kama Stuxnet viliharibu mashine nyingi za kurutubisha uranium ya Iran. Mashirika ya kimataifa yanadai Israel na Marekani walihusika. Tatu. Mnamo mwaka 2018, Mossad, shirika la ujasusi la Israel, liliteka nyaraka za siri kutoka Tehran zinazoonyesha namna Iran ilivyoficha sehemu za mpango wake wa nyuklia. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alipinga hadharani mkataba wa JCPOA wa mwaka 2015. Netanyahu alihisi kuwa mkataba huo haukutosha kuzuia Iran bali uliipa Iran nafasi ya kuendelea kuimarisha shughuli zake kwa siri. Israel ilishinikiza Marekani kujiondoa kwenye JCPOA, jambo lililotimia mwaka 2018 chini ya Rais Donald Trump. Israel haijawahi kuficha uwezekano wa kuchukua hatua za kijeshi ikiwa itaona Iran iko karibu kupata silaha za nyuklia. Mara kadhaa mazoezi ya kijeshi yamefanyika yakihusisha majaribio ya majaribi jinsi ya kushambilia vinu vya nyuklia vya Iran. Israel imetumia ushawishi wake mkubwa katika siasa za Marekani kushawishi maamuzi dhidi ya Iran. Pia kuwa karibu sana na baadhi ya nchi za Kiarabu kama Saudi Arabia ambazo pia zina wasiwasi mkubwa juu ya mpango wa nyuklia wa Iran. Huu muungano mpya unajulikana kama Abraham Accords Alliance. Kwa ujumla, Israel huona Iran si tu kama adui ya kimkakati, bali kama hatari ya kifo, na ndiyo maana inafanya juhudi za wazi na za siri kuhakikisha Iran haifikii kiwango cha kuwa na silaha za nyuklia. Mazungumzo ya hivi karibuni yalifanyika mjini Muscat, Oman mnamo Aprili 26 mwaka 2025. Mazungumzo haya yalikuwa ya ngazi ya wataalamu yakilenga kutatua tofauti kuhusu urutubishaji wa uranium na kupunguza vikwazo vya kiuchumi. Iran iliongozwa na waziri wa mambo ya nje Abbas Arakchi, wakati Marekani iliwakilishwa na mjumbe maalum wa mashariki ya kati Steve Witkoff. Masuala muhimu yaliyozungumzwa katika mkutano huo ni pamoja na moja, Marekani inasisitiza kuwa Iran itasitisha kabisa urutubishaji wa uranium huku Iran ikisisitiza haki yake ya kudumisha programu ya nyuklia kwa madhumuni ya amani. Mbili, Iran inaona programu yake ya makombora kama kipengele cha kujihami na inakataa kuzungumzia udhibiti wake. Marekani pamoja na baadhi ya nchi za Ulaya inataka programu hii iwe sehemu ya makubaliano mapya. Iran inadai uondoaji wa vikwazo vya kiuchumi kama sharti la kurudi kwa makubaliano huku Marekani ikisisitiza kuwa vikwazo vitabaki hadi Iran itimize masharti ya kimataifa. Rais Donald Trump ameonyesha utayari wa kukutana na viongozi wa Iran, ikiwa ni pamoja na kiongozi mkuu Ali Khamenei, ili kufanikisha makubaliano hayo. Alisema kuwa mazungumzo ya moja kwa moja yanaweza kuwa na manufaa, ingawa alisisitiza kuwa hatua za kijeshi bado ni chaguo ikiwa diplomasia itafeli. Hamenei ameonyesha utayari wa kushirikiana katika mchakato wa kidiplomasia ingawa anasisitiza kuwa masuala ya usalama wa kitaifa kama programu na makombora ni mambo ambayo hayawezi kujadiliwa kabisa. Hali ya kiuchumi nchini Iran imeendelea kuwa ngumu na kuna ongezeko la msaada kutoka kwa viongozi wa Iran kwa mazungumzo ya nyuklia kama njia ya kupunguza vikwazo vya kuimarisha uchumi. Hata hivyo, bado kuna upinzani kutoka kwa baadhi ya wahafidhina wanaoona kuwa masharti ya Marekani ni magumu kupitisha. Mazungumuzo ya nyuklia kati ya Marekani na Iran yanaendelea na pande zote zinaonyesha utayari wa kufikia makubaliano. Hata hivyo, masuala kama urutubishaji wa uranium, programu za makombora na uondoaji wa vikwazo bado ni vikwazo vikubwa. Muda utaonyesha kama pande hizi zitafanikiwa kufikia makubaliano ya kudumu.